Jioni, Kristo, ya leo mtenda miujiza Yesu Kristo, ninatangaza ya kwamba yuko hapa aweze kukusaidia. Hebu sema amina. Yuko hapa, yuko hapa apate kukusaidia, yuko hapa apate kukuokoa yuko hapa aweze kukufungua maana hiyo ndio kazi iliyomleta katika dunia hii. Akazaliwa kama mwanadamu wakati alikuwa ni Mungu, akaishi kama mwanadamu akajaribiwa, lakini akashinda. Na siku hii ya leo, miaka elfu mbili na zaidi iliyopita, tunayo sababu na ujasiri wa kusema Yesu ni muweza wa yote kwa sababu alishinda dhambi, kitu cha kwanza, lakini pia alishinda na mauti, maana alipo, alipouawa, lakini siku ya tatu Yesu alitoka kaburini akiwa mshindi. Na kwa sababu ya ushindi wa Yesu, leo tuna ujasiri wa kusimama hapa Mwandiga na kutangaza ushindi wa Yesu, mm waliofungwa watafunguliwa jioni ya leo umekuja na hitaji gani yesu yuko tayari kukufungua ninataka kusoma katika kitabu cha wafalme wa pili na ile sura ya pili na mstari kuanzia wa kumi na tisa hadi wa ishirini na mbili wafalme wa pili shapitre ya pili na verze ya kumi na tisa mpaka ya ishirini na mbili. Biblia inaandika inasema, watu wa mjini wakamwambia Elisha, angalia, twa kusihi mahali pa mji huu ni pazuri, kama bwana wangu aonavyo, lakini maji yake hayafai. Hebu tuseme kwa pamoja, lakini maji yake lakini maji yake, tuseme kwa nguvu kabisa, lakini maji yake, lakini maji yake hayafai. Hayafai. Hayafai. Hayafai. Hayafai, na nchi uzaa na mapooza haya. Moja, niendelee kusoma, akasema nileteeni chombo kipya, mtie chumvi ndani yake Wakamletea, akatoka, akaenda mpaka chemchemi ya maji, akatupa ile chumvi humo ndani, akasema Bwana asema hivi: nimeyaponya maji haya hakutatoka huko wala kuzaa mapooza. Haleluya, haleluya! Akasema Bwana anasema hivi nimeyaponya maji haya, hakutatoka huko tena kufa wala kuzaa mapooza. Hivyo yale maji yakapona, hata leo, sawasawa na la Elisha alilolinena. haleluya haleluya! Elisha, baada ya Elia kupaa, kutwaliwa na yale magari ya moto, na Elisha alikuwa amefanya ombi kwa Elia ya kwamba mtumishi wa Mungu nataka uniachie sehemu maradufu ya roho yako, na Eliya akamwambia, ukiliona wakati ninapaa paa, utakuwa umepata hicho unachokihitaji, lau usiponiona, maana yake hautakuwa umepata. Haleluya! Haleluya! Sikiliza maelekezo. Akaambiwa ukiliona wakati nina paa utapata, lakini usiponiona, maana yake utakuwa umekosa. Elisha alikuwa nataka roho ya Eliya mara mbili yake. Elisha alikuwa anataka roho ya Eliya iwe juu yake mara mbili, na ndio maana Eliya akasema umeomba neno kumu, lakini akampa maelekezo, ukiniona wakati ninapaa, utapata lao, usiponiona. Kwetu Tanzania tunasema ndio itakuwa imetoka. Haleluya, haleluya. Abena. Haleluya, haleluya. Abena. Sasa, Elisha Abena. Baada Elisha ya kupewa hayo maelekezo, Elisha alikaza macho yake kwa Eliya. Eliya akipiga kona namna hii, yuko naye, akienda popote yuko naye Eliya, hata akajaribu kumwambia Nataka niende mahali fulani, wawe baki apanze kukuza. Elisha akakumbuka maelekezo ya kwamba ukiniona wakati ninapaa, akamwambia mtumishi wa Mungu Eliya ya kwamba hata iweje, mimi siwezi nikakuruhusu kaniacha pale. Watakapakuwa na mimi ndipo atakapokuwa sababu alikuwa anataka wakati Eliya anachukuliwa na yeye awe anaona, maana huo ndio takuwa itakuwa njia ya yeye kupata kile alichokuwa amekiomba kwa hiyo. Elisha baada ya Eliya kupaa akaachiwa lile vazi la Eliya. Haleluya, haleluya! Lile vazi ndilo lilokuwa limebeba majibu ya mahitaji yake. Lile vazi njali lilikuwa limekamata ule mpako ambao alikuwa na utaka Elisha akalikamata. Alipolibeba namna hii, akafika mto Yordani akaupiga mto na mto ukasimama, ukachia njia. Elisha akawa amepita, na ndipo akajua hitaji langu limejibiwa, hitaji langu limejibiwa maana nilichokuwa nina kitaka kimeweza kutokea. Sasa wakati yuko maeneo yale, watu wa mji ule wakamjia, wakamwambia, mtumishi wa Mungu Elisha, tukikuangalia tunaona wewe sio wa kawaida, tunaona wewe umebeba matumaini, tunaona wewe umebeba majibu ya mji wetu, tunaona wewe umebeba majibu ya nchi yetu. Wakamwambia, nchi yetu kama unavyoona ni njema sana, ina rutuba kabisa, mbolea ni nyingi katika udongo huu, ardhi ni nzuri, lakini kuna shida katika nchi. Wakamweleza wakasema nchi hii lakini tatizo inazaa mapooza, hichi inazaa mapooza. Na kwa sababu inazaa mapooza, hata wamama mama wanapobeba mimba wanazaa watoto mapooza, wanazaa watoto mapooza siku zote. Kukiwa na tatizo mahali fulani, lile tatizo lisiposhughulikiwa, tatizo litaendelea kusababisha madhara. Jioni ya leo nimekuja na huu ujumbe hasa kwa ajili ya watu wa Mwandiga ya kwamba hii nchi ni njema, nchi hii ni njema, nchi hii imebarikiwa Nchi hii inabarikiwa. Kuna kila mema ambayo ya kutamaniwa na watu, lakini inawezekana kuna mapoza katika nchi hii. Sasa Elisha alipoelezwa lile hitaji, akamuuliza Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu akamwambia, waambie wakuletee chombo kipya Alafu akupatia na chumvi. Wakafanya hivyo, Elisha akachukua chumvi, akaenda kwenye chanzo ambapo maji yalikuwa anatokea akaimimina ile chumvi, na Bibilia inasema akatamka neno la Bwana, akasema, Bwana anasema tangu sasa kuzaa mapooza tena, wala hakuna kufa tena. Akamilia ile chumvi, maandiko yanatuambia kuanzia siku hiyo maji yale yakaponywa, nchi ile ikapona. Haleluya, haleluya. Walikuwa wakilima mahindi, mahindi hayaivi vizuri, walipoanza walikuwa wakilima viazi, havihivi vizuri baada ya Elisha kufanya ule muujiza, ardhi ikawa inaivisha viazi vizuri. Bia wanawake walikuwa wanaharibu mimba, kuharibu mimba kukawa kumeishia hapo. Ninachotaka kusema ni hiki. Mungu aliingilia kati, aliingia kwenye tatizo, aliingia kwenye ile nchi na tatizo lao, akaingilia kati, akafanya makao yake kupitia ile chumvi. Ni kama ilimwakilisha Mungu kuingia kwenye yale maji, na kwa sababu Mungu ndiye amebeba mamlaka zote, ndiyo maana yale maji yakapona yakapona kuanzia wakati ule, na kuanzia wakati ule viviasema hata leo, kukawa na uponyaji. Yale maji yakapona, yale matatizo yaliyokuwa yanawasumbua yakawa hayapo tena, magonjwa yaliyokuwa yanawasumbua yakawa hayapo tena, kila matatizo yaliyokuwa yanasababishwa na, namna na, na yale maji na ile hali ya ardhi yao kuwa inazaa mapooza yote yakakoma, kwa sababu Mungu ameingia katika mji, Yesu ameingia katika mji. Ninaotaka kusema ni hivi, kwa mji wa Mwandiga na kwa mtu mmoja mmoja, kwenye maisha yako inawezekana kuna mapooza ambayo yapo ukifanya biashara biashara haifanyi vizuri pale mtaani, hakuna mtu anayekupenda watu wote wanakuchukia, unazaa mapooza. Ofisini ni vita tuni, yaani kule unakofanyia kazi hakuna raha, kuna mapooza ya namna fulani Ukianzisha kazi ukianzisha biashara haiendi mbali, hiyo ni, ni mojawapo ya mapooza. Sasa Mungu amenituma jioni ya leo kusema, ukitaka kuzaa mapooza kufika mwisho, mkaribishe Yesu ndani ya mji wako, mkaribishe Yesu ndani ya mji wako, mkaribishe Yesu ndani ya mji wako. Nasema mkaribishe Yesu ndani ya mji wako Mwandiga. Natoa wito, ikiwa kuna matatizo yanaikabiri yanaikabiri jamii ya watu wa Mwandiga, nataka niwaambie mapinduzi ya kweli na mageuzi ya kweli na uponyaji wa kweli ni pala mtakapofika, mkasema Yesu tawala kijiji hiki, tawala mji huu hatutaki miungu mingine tena amen amen haleluya amen haleluya amen haleluya amen haleluya amen haleluya amen amen wa mama haleluya wa mama haleluya mkitaka mji wa Mwandiga uweze kubarikiwa mfike mahali mseme Yesu tawala umji, Yesu tawala vijana wetu, Yesu tawala mabinti zetu. Akitawala Yesu, kuna matatizo mnayo yaona sasa hivi hayataonekana tena. pake ni wape a ushuhuda. Kuna kisiwa fulani kule Amerika ya kusini, kila kisiwa zao kubwa walilokuwa wanategemea likuwa ni li bangi, yaani ndo likuwa zao kubwa walilokuwa wanategemea walikuwa wanalima bangi. Kwa hiyo unakuta wanajamii asilimia kubwa walikuwa wanakula bangi, vijana walikuwa wanakula bangi, na kwa sababu ya kula bangi uhalifu katika jamii ulikuwa mkubwa sana. Matokeo yake magereza ya kila kisiwa yalijaa wafungwa, yalijaa wafungwa. Mara leo huyu kahidia, huyu anapelekwa gerezani, leo huyu kampiga, anapelekwa gerezani, huyu baba kapiga mke wake mpaka kamuumiza, anapelekwa gerezani, magereza zikajaa kwa sababu ya uhalifu ulikuwa juu sana. Ukafika wakati injili ikapelekwa kwenye kile kisiwa, alafu wanasema kwamba yani walikuwa wakilima hata mazao, wakilima kabeji, wakilima karot, vinatoka vidogo vidogo sana lakini haleluya, sifiwe Yesu. Baada ya injili kuingia eneo lile, wakaanza kushangaa, kabeji zilizoanza kutoka zikaanza kuwa ni kubwa sana, karoti zilizokuwa zinazalishwa zikaanza kuwa nene. Alafu ikafika mahali magereza yakawa hayana mfungwa hata mmoja, askari wa magereza wakajikuta hawana kazi kwa sababu hakuna wafungwa. juu ya nini? Maana watu wote wameokoka, mm. watu wote wamemkaribisha Yesu kwenye mioyo yao. Mji mzima umemkaribisha Yesu katika kisiwa, kisiwa chote kikawa kimemgeukia Yesu. Yesu akapindua akabadilisha historia ya kile kisiwa, walikuwa ni maskini wakaanza kusafirisha mazao kupeleka kupeleka sehemu zingine, yaani wakawa na biashara kubwa isivyo kawaida, baada ya kumkaribisha Yesu katika kile kisiwa. Ndivyo itakavyotokea hata kwako ukimkaribisha Yesu, amen. Amina, nivya itakavyotokea kwako ukimkaribisha Yesu. Haleluya! Inawezekana unaishi maisha ya kuugua ugua mara kwa mara, nataka nikuambia, ukimkaribisha Yesu, yeye ni chanzo cha uzima. Palipona yeye kuna uzima tele. Utashangaa afya yako inakuwa imara siku zote maana mke unamkaribisha Bwana wa uzima. Haleluya, haleluya, haleluya! Na ikitokea wachawi wamekuvamia kwa sababu kwako kuna Yesu, ikitokea wachawi wamekuvamia kwa sababu kwako kuna Yesu, watajikuta wanakutana na moto wakifika kwenye nyumba yake wanaona moto. Yes. wanashindwa kuingia kwenye nyumba yake Yes. Mimi nilipookoka mwaka wa themana saba, kijijini kwetu kulikuwa na wachawi sana. Mwaka wa themana tano waliua watu wawili kwenye familia yetu ndani ya mwezi mmoja, ndani ya mwezi mmoja, tukapiwa watoto wawili wenzetu kwenye familia yetu mwaka themana tano themana nne themana saba nikaokoka. Nilipookoka na kumbuka, kuna siku tulimaliza kufanya maombi pale nyumbani tukaenda kulala. Tulipofika kulala tumelala kama saa na tu moja ana, ana namna hii, ghafla tukashtukia kila mmoja anaamka usingizi na paa unaondoka usingizi anajikuta ameshikwa na hali ya kuanza kuomba. Kwa hiyo aliyekuwa upande ule akalipuka kwenye maombi, aliyekuwa kona ile akalipuka kwenye maombi, na maombi yenyewe yalikuwa ni ya kukemea, ni maombi ya vita, na hatujapanga kuomba, lakini ikatokea tu namna hiyo. Yaani ukiamka ya hivyo, unafikia nguvu za Mungu zinakuja, unaanza zunaanza kuingia kama nusu saa namna hii tumeomba kama nusu saa, dakika kama thelathini hivi. Baadaye ile hali ikawa inatulia. Ile hali ilivyotulia, tuka na sisi tukanyamaza, tulizanyamaza namna hii, tukasikia kule nje watu wanafyonza. I kufyonza, mnaelewa kufyonza? Ndio, wanafyonza. Ala, yani kama mtu amekasirika. Ndio. Eh? Alafu wakaanza kumwaga mchanga kwenye mlango, anachukua mchanga anamwaga Psa! kwa hasira. Tukajua hawa walikuwa wamekuja kututembelea lakini wameshindwa kuingia. Yeah. Wameshindwa kutupata maana Yesu alikuja akatufunika. Wakimkaribisha Yesu nini wa Bwana atakavyokuwa anafanya kwenye maisha yako, yeye atakuwa afya yako wakati wa kuugua, yeye atakuwa ni ulinzi wako wakati maadui wakitaka kukuvamia, yeye atakupigania mji huu. Mkitaka kuona baraka mkitaka kuona hata hizi nyumba zinabadilika, mnaanza kujenga nyumba zenye mabati tu, zenye majenja tu, mnaanza kujenga nyumba nzuri. Watu wengi wampokee Yesu, watu wengi wampokee Yesu. Watu wengi wakimpokea Yesu, ndiyo mnakuwa mmekaribisha baraka katika mji, mnakuwa mmekaribisha baraka katika mtaa, kwa sababu anayebariki ni Yesu mwenyewe. Ukiwa na Yesu ndio Sikia baraka, ukiwa na Yesu eda anafanyika baraka, lakini kama hauna Yesu, kama huna Yesu pombe zinabuniwa kila siku. Kama hauna Yesu pombe za kila rangi zinabuniwa kila siku. Haya, kama huna Yesu wasichana siku hizi, wanaume mpo Wanaume mpo, nguo za aina mbalimbali za kuwavutia wanaume zinazidi kutengenezwa. Kama huna Yesu, shauri yako, ndio utajikuta una, una kazi unafanya kazi, unapata mshahara mzuri, lakini haufanyi maendeleo yoyote kwa sababu hela zako kuna watu wanazivutia, kuna watu wanaziika unapozipokea ukitoka tu mlangoni. Kuna watu wanaziika ambao hata hawakuhusu awakuhusu, kwa sababu hauna Yesu unajikuta unazitoa tu unazitoa tu. Leo umeenda na Adija, kesho umeenda na Mwajuma, kesho umeenda na Kristina, kesho kuta si na nani, hela zote unazikuta zimeisha. Nyumbani hakuna maendeleo ya aina yoyote yes. Lakini kazi unayo, unanifuata unanisoma hapo ndio unaisoma hiyo. Hivyo ndivyo shetani au hivyo ndivyo, kunapokuwa na mapoza kwenye maisha yako, utajikuta hauwezi hata kufanya viama kwa sababu kuna mapoza lakini ukimtia Yesu ndani ya mji wako ndani ya moyo wako akaingia pale, yeye ndio ataanza kusupervise finansimaa yako, yani mahela yako ukiyapata unaelekeza kwenye kazi ambazo ni za kweli. Watu wanashangaa, mbona huyo ana mshahara kidogo lakini anapata maendeleo ya maendeleo makubwa? Mbona huyu mshahara wake sio mkubwa sana? Mbona yeye anabarikiwa? ni kwa sababu Yesu ndiye chanzo cha baraka. Amina, amina, amina, amina. Naomba tusimame yes. Naomba tusimame Yesu ndiye chanzo cha baraka yes. Watu wa Mwandiga, mimi sijui kuna miungu gani ambayo mlikuwa mnaiamini au mnaiamini Sijui kuna miungu gani ambayo mnaiamini, lakini nataka niwaambie, mkitaka baraka ya kweli katika mji huu, mkitaka maendeleo ya kweli katika mji huu na katika familia, Yesu awe Bwana na Mwokozi kwenye maisha yenu. Yesu awe Bwana na Mwokozi kwenye maisha yako wewe, ni msichana, wewe ni mvulana, ukitaka maisha yako yaende vizuri Yes, rabe, buona, mokosi, niobana, tosti, bumbukai, Yesu amekuwa na mwokozi kwenye maisha yako. Na ndio maana jioni ya leo nataka nipatie nafasi watu ambao wanataka kumpokea yeah. Yesu yeah. Jioni ya leo yeah. yeah. Yesu maisha yake siku hii ya leo hebu tuombe wote kwa pamoja baba katika jina la Yesu asante kwa ajili ya ndugu yetu huyo ambaye jina lako linasema tumeja anapokujia wewe inakuwa ni furaha mbinguni malaika wanasimamisha shughuli zote wanashangilia kwa sababu ya mtu mmoja ambaye amekujia wewe katika ufalme wako. Tunapenda kumkabidhi katika mikono yako sasa, ndugu yetu huyu, kuanzia leo, katika jina la Yesu katika jina Yesu tunaachilia ulinzi wako kwenye maisha yake, tunaachilia nguvu zako kwenye maisha yake. Akalindwe na nguvu zako ewe Bwana, akalindwe na uweza wako ewe Bwana. Kazi zote za uovu kwenye maisha yake zisipate nafasi tena kwa jina la Yesu Kristo krisoragarezi na tamaa zote za uovu, roho zote za kidunia tunaziondosha kwenye maisha yake kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Asante Bwana, kwa sababu wewe umempokea, utakwenda kumsaidia, ataendelea katika maisha yako kufuata wewe, kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Tumeomba na kuamini, uwanja mzima tuseme amen, amen. Amen. Tukimshangilia Yesu